Mwaka mmoja uliopita leo, April 18, ndege ya jeshi la anga la Kenya Bell Huey helikopta ilianguka maeneo ya Cheptulel katika shamba la amani. Ajali hiyo iligharimu maisha ya watu kumi, kulingana na uchunguzi wa jeshi la ulinzi la Kenya. Ajali hiyo helikopta iliyogharimu maisha ya mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola ilisababishwa na hitilafu ya injini. Kulingana na ripoti iliyotolewa na wizara ya ulinzi mnamo April 11, mwaka 2025, helikopta hiyo yenye nambari ya usajili KAF 1501 ilipata hitilafu ya injini katikati ya anga na kusababisha kupotea kabisa kwa nishati. Wafanyakazi hao walijaribu kuelekeza ndege kwenye eneo lililo wazi la kutoa, lakini wakashindwa kuidhibiti na kusababisha ajali hiyo katika kijiji cha Sindar katika kaunti ya Elgeyo Marakwet uchunguzi uliondoa uzembe wa majaribio, matengenezo duni au hali mbaya ya hewa kwa sababu zinazochangia, kwani uligundua kuwa ndege hiyo inafaa kuruka ikiendeshwa na marubani waliofunzwa vyema na wenye uzoefu na kufanya kazi chini ya hali nzuri ya hewa. Helikopta hiyo pia ilikuwa ikifanya kazi yake ya mwisho chini ya wiki mbili kabla ya ajali, na ilikuwa imesalia saa 19 kabla ya ukaguzi wake mwingine. Leo katika historia tunaendelea kuwakumbuka Jenerali Francis Ogolla, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Brigadier kamanda wa kikosi cha wahandisi wa mapambano, Kanali Duncan Keitani, kanali wa operesheni Defense Headquarters, Luteni Kanali David Sawe, afisa wa miundo mbinu Defense Headquarters, Major George Benson Magundu, rubani Captain Sora Mohamed, rubani Captain Hilary Litali, msaidizi wa kibinafsi wa CDF, Sajenti Mkuu John Kinyua Mureidhi, fundi wa ndege Sajenti Clifford Somondi, usalama wa CDF, Sajenti Rose Nyawira, idara ya habari ya CDF na mioyo yao iendelee kulala pale pema peponi, amina.